zi ya mahusiano ya Zuchu na Diamond Platnumz. Sehemu ya utambulisho. Zuchu, msanii wa kipaji na mrembo wa kike kutoka Zanzibar, alikuwa akipiga hatua kubwa kwenye muziki wa Bongo Flava. Diamond Platnumz, mfalme wa muziki wa Tanzania, alikuwa na jina kubwa na hadhi isiyopingika. Wote walikuwa kwenye ulimwengu wa muziki, lakini kila mmoja alikuwa na maisha yake ya kipekee na changamoto zake. Sehemu ya du kwanza, wakutana, wakutane kwenye tukio la muziki wakiwa wanasubiri kuanza tamasha kubwa. Zuchu alipowasili alijawa na heshima, lakini pia wasiwasi kidogo. Diamond, akiwa na tabasamu lake la utambulisho, alimkaribisha kwa maneno ya heshima na kuonyesha shauku ya kushirikiana. Hapo ndipo kidogo kidogo walipoanza kuzungumza, wakigundua wanashirikiana zaidi ya kile kilichokuwa hadharani. Sehemu ya 3, mahusiano yanayokuwa baada ya kushirikiana kwenye nyimbo na tamasha, uhusiano wao ulianza kuimarika. Waliendelea kuwasiliana kupitia ujumbe, simu na wakati mwingine wanapokutana kwenye tamasha. Mashabiki walianza kufuatilia kila hatua yao na habari za uhusiano wao zilisambaa haraka kwenye mitandao ya kijamii. Sehemu ya 4, changamoto na mashaka hakika. Mahusiano yao hayakuwa bila changamoto. Wana wasiwasi juu ya umma na jinsi kila kitu kilichokuwa hadharani kingeathiri kazi zao. Pia kulikuwa na mashabiki wenye mitazamo tofauti, waliounga mkono na wengine waliokuwa na mashaka, lakini mapenzi yao yaliendelea kujikita, wakijifunza kuvumilia, kuelewana na kuheshimiana. Sehemu ya pim, mwisho leo, wa simulizi leo. Zuchu na Diamond wameshikilia hadi zao za kipekee katika muziki wa Tanzania. Mahusiano yao yameendelea kuwasiria mvuto. Na kila mradi wanaunda pamoja unakuwa ni ishara ya heshima, ubunifu na mshikamano wa kweli. Simulizi yao ni kielelezo cha jinsi wasanii wanavyoweza kuungana bila kuathiri kazi zao, huku wakiweka shauku na heshima mbele.